Waandikiwe barua kwamba mkataba wao umeisha, na hatuna lengo na wala mamlaka za juu hazina lengo wala nia ya kuongeza muda wao eh. Na mtawawekea kifungu cha mkataba, ile clause ambayo inadhihirisha na inasema wazi kwamba baada ya mkataba kuisha kama kazi haijamalizika, tunaanza kuwakata milioni mbili kwa siku. Hawa wenzetu wamekuwa wajanja kila siku wanaomba mkataba uongezwe, kila siku wanaomba mkataba uongezwe. Barabara hawajengi katika kiwango tunachokitaka, hawaanzi kazi ndani ya muda, mitaro hawajachimba, mvua ikinyesha wananchi wanapata adha kwenye nyumba zao. And you want to tell us wanataka ku extend time? This time hatu extend muda, mkataba wao umeisha leo. Kwa hiyo hatutaongeza mkataba, kwa mujibu wa makubaliano kwenye mkataba this na sisi ndo tunavyoumia na awa wenzetu, jinsi ambavyo pesa imelala hapa. <coughs> mashine la, ya lami ambayo nayo mkandarasi ina uwezo kufanya mita 250 kwa siku. Kwa maana kwa kilomita 15 tunahitaji siku za kufanya kazi sio chini ya 45 kuzimaliza, kama tafanya kazi continuously ya, lakini Uh, tunategemea kama hali ya hewa itaruhusu. Kwa hiyo anahitaji kama siku 60 kumaliza kazi zote za lami, kwa sababu sisi ndio walipakodi, ndio wajasiriamali, lakini wanafanya kazi kwa muda mrefu, vitendo hatuoni, tunawatu kila siku wanazunguka, lakini kwa mfano sasa sisi hizi ofisi zetu kila siku hapa halmashauri wanakuja wanakuja, lakini angalia hapo, distance hapo na kwenye nyumba na kwenye mlango, wanatengeneza biashara biashara tena, tena, pale pale tena. Yani miezi mitatu mizima hatujafanya biashara sana maji yanayotokea huko Nyahanga milimani yote yanaishia huko sasa Kikuta, na hii hali barabara hazijakamilika, tutapita wapi mheshimiwa? Kwa naomba waongeze juhudi serikali wa yu, yu, kazania uweze kutuacha katika mazingira salama, maana nyumba zitapitiwa na maji yanayotoka huko mheshimiwa.